Maamuzi ya mmiliki wa klabu ya Nottingham Forest Evangelos Marinakis yameanza kumgarimu hivi karibuni, mara baada ya kufikia uamuzi wa, wa kumtimua kocha aliyemsajili siku 39 tu zilizopita kwa maana ya kocha Ange Postecoglou ambaye ni kocha wa zamani wa klabu ya Tottenham Hotspur. Oms e, amedumu kwenye klabu ya Nottingham Forest kwa takriban siku 39 peke yake kabla ya maamuzi ya klabu hiyo kumtimua kunako City Ground e, eh, mara baada ya michezo nane bila ushindi katika mchezo huo wote. Kwa nini nimesema maamuzi ya Evangelos Marinakis yameanza kumgarimu? Na kutokana na uhalisia wa namna ambavyo kocha Nuno Espirito Santo ambaye aliongoza klabu hiyo kuingia katika michuano ya Ulaya msimu uliopita kuondolewa klabu hapo ilikuwaje? Nilishawahi kukupitisha pia hapo mwanzo kidogo, kuhusiana na ugumu wa mahusiano kati ya Evangelos Marinakis pamoja na kocha Nuno Espirito Santo. Changamoto kubwa ilipoanzia ya kimahusiano ni mara baada ya Technical Director wa zamani wa klabu ya Arsenal the Gunners Edu Gaspar kuingia kama Technical Director wa City Group, kampuni ambayo inamiliki vilabu vya Nottingham Forest na vilabu vingine vilivyoko chini ya mmiliki Evangelos Marinakis. Kilichotokea ni kwamba uh, kulikuwa na kuhitilafiana kwa priorities pamoja na machaguo ya usajili. Watu wengi wanaamini ya kwamba Nottingham Forest walipaswa kumsajili mshambuliaji wa klabu ya Fulham, Adama Traore badala ya kumsajili Omar Hutchinson. Lakini kulikuwa kuna mvutano wa bloku mbili katika klabu hiyo. Bloku ya kwanza ilikuwa ni bloku ya Edu Gaspar pamoja na mmiliki Evangelos Marinakis ambao walikuwa wanaamini klabu hiyo inapaswa kumsajili Omar Hutchinson na walitoa fedha nyingi sana kwa ajili ya kumsajili mzaji huyo ukiwa ni usajili ghali zaidi ndani ya klabu hiyo, lakini bloki ya pili ilikuwa ni kocha Nuno Espirito Santo ambaye yeye mwenyewe alikuwa anaamini anamuhitaji zaidi Adama dama Trayore kuliko Omari Hudson, jambo ambalo lilianza kuteteresha mahusiano yao na baadaye yakafikia makubaliano ya kuachana ndani ya kikosi hicho, ambacho kwa hivi sasa tunapozungumza kimekuwa na hali ngumu. Baada ya hapo, mahusiano ya ukaribu sana yaliyokuwepo kati ya Edu Gaspar pamoja na Ange pamoja pia na mahusiano yaliyopo kati ya Marinakis mwenyewe na Ange yakamsababisha akaingia katika klabu hiyo kama kocha mkuu, kitu ambacho baada ya siku 39 kimethibitika ya kwamba hakuna uhalisia na hakukuwa na maamuzi mazuri ambayo yalifanyika kuhusiana na uteuzi wa kocha huyo. Jambo hili ndilo ambalo limesababisha kuondoka ndani ya klabu hiyo, na sasa klabu hiyo ilijaribu ku kumapproach kocha wa zamani wa klabu ya Manchester City Roberto Mancini kwenda kuwa kocha mkuu kwenye kikosi cha Nottingham Forest, lakini jambo hilo nalo na pia likashindikana, wakabakia na machaguzi machache sana mikononi mwao. Katika hayo machaguzi waliokuwa nayo ni pamoja na kocha wa zamani wa Burnley Everton bia Sean Dyche, ama Sean Dyche kama ambavyo watu wengi wanapenda kumwita, mzee wa pira gumu. Burnley ambavyo ilikuwa inacheza pamoja na Everton, namna ambavyo ilikuwa inacheza chini ya Sean Dyche ni tofauti na vile ambavyo Nottingham Forest inaenjoi kucheza sasa. Wachambuzi na watu wengi wa masuala ya kimichezo duniani wanaamini kwamba ilistahili kupewa nafasi zaidi kwa Ange Postecoglou, licha ya kwamba hakuwa akipata matokeo lakini alistahili kupewa nafasi zaidi kutokana na namna ambavyo Nottingham Forest ilikuwa ikicheza msimu uliopita. Unafahamu ya kwamba msimu uliopita Nottingham Forest ilikuwa timu ambayo inaongoza zaidi kwa explosive counter attacks lakini pia ilikuwa inaongoza kwa defense nzuri katika eneo lao la chini. Kwa hiyo timu yao ilikuwa na defend zaidi kuliko kushambulia. Na mara chache ambazo ilikuwa inashambulia ilikuwa inaenda kupata magoli kwa sababu timu nyingi zilikuwa zinajisahau namna ya kuwa defend. Ndio hapo akina Morgan Gibbs White. E, winga yao kama unakumbuka ilikuwa ina Callum Hudson-Odoi pamoja na Anthony Elanga, alafu pale mbele wana mtu e, Chris Wood ambaye alikuwa anawasaidia zaidi kwenye finishing ya magoli ambayo alikuwa anatengeneza. Lakini hilo halikutokea katika kipindi ambacho Ange Postecoglou ameingia katika timu hiyo. Namna yake ya uchezaji kuanzia Tottenham Hotspur inafahamika, ni timu ambayo inafanya build up kutoka nyuma, wanacheza kwa kasi ya taratibu lakini wanakuwa pia na wachezaji ambao wanahusika kwenye ile link up play moja kwa moja, maana ya direct play ya kiuchezaji, kitu ambacho wamepewa siku 39 ili angalau timu icheze vile ambavyo yeye anahitaji, kitu ambacho watu wengi wanaamini haiwezekani, na alistahili kupewa nafasi zaidi ya kuendelea kuhudumu katika kikosi cha Nottingham Forest, na wasihofie pia kuhusiana na malengo yao ambayo walikuwa wameyaweka mara baada ya timu hiyo kufanikiwa kumretain Morgan Gibbs-White katika timu lakini pia kufanikiwa kuongeza baadhi ya sajili ikiwemo wachezaji kama kina Igo Jesus na wengineo. Sasa Evangelos Marakinas anaingia pia katika changamoto kubwa ya kimahusiano kati yake yeye pamoja na watendaji wa klabu ya Nottingham Forest. Unafahamu ya kwamba mbali na shida ya kimahusiano iliyokuwepo kati yake yeye na kocha aliyepita ni changamoto hiyo hiyo pia ambayo inahesabiwa ilitokea katika mahusiano yake kati ya yeye na Morgan Gibbs White ambaye tayari alishafikia makubaliano na Tottenham Hotspur ya kujiunga nao, na tayari Tottenham walikuwa tayari kulipa lile dau lilopo katika mkataba wake release clause, lakini baadaye ikaonekana Morgan Gibbs White amesaini mkataba mpya tena yuko na Evangelos Marinakis. Ile video ukiangalia kwa makini anaonekana na hofu kubwa sana, Morgan Gibbs White wakati anazungumza kitu ambacho pia kiliwatia mashaka watu wengi, na mpaka sasa tunapozungumza, bado Morgan Gibbs White hajaweza kudeliver katika kile kiwango ambacho watu wengi wanakitegemea. Sasa swali linabaki pale pale. Je, wataondolewa makocha kwenye klabu ya Nottingham Forest mpaka lini pale ambapo Nottingham Forest itajipata? Lakini watu wengi pia wanaendelea kuhoji utendaji wa mkurugenzi wa ufundi wa Arsenal, the Gunners, Edu Gaspar. Je, anastahili kuwepo katika nafasi yake na kuendelea kuiongoza Nottingham Forest pamoja na timu ambazo ziko chini ya Nottingham Forest? Lakini pia suala la kuingilia moja kwa moja utendaji wa klabu pamoja na wachezaji na makocha, la mmiliki wa klabu Evangelos Marinakis ni swala salama kimpira? Watu wengi wanaendelea kuhofia kuhusiana na mahusiano kati yake na namna ambavyo ana integrate katika shughuli za kiutendaji za klabu. Inaweza kuwa ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazosababisha Nottingham Forest isi perform, lakini so far utakapokutana Nottingham Forest, inawezekana mchezo ujao ukawa chini ya Sean Dyche kwa kuhakikisha unakuwa imara zaidi kucheza dhidi ya timu ambayo itakuwa na kocha mpya, lakini pia itakuwa na machaguo mapya ya wachezaji pengine mara baada ya kocha Ange Postecoglou kuondoka. Hajaondoka vizuri kwenye klabu alikuwa kwanza kuondoka katika dimba la City Ground, akaondoka na kibegi chake cha mgongoni. Mara baada ya hapo, taarifa ya klabu dakika kumi na nne baadaye ikatoka kumtimua kocha huyo. Mmiliki wa klabu pia alionyesha kukasirishwa hadharani na alikuwa kwanza kuondoka pia katika dimba la la City Ground mara baada tu ya yeah, Chelsea kupata goli la pili yeye yeah, akaondoka katika kiti chake ambacho alikuwa amekikalia. Kwa hivi sasa bado limebaki swali je, yeah, nini kinafuata kwa klabu ya Nottingham Forest? by the way kinachofuata kwetu sisi ni wewe kusubscribe katika chaneli yetu kwa ajili ya kupata taarifa, matokeo, pamoja na matukio mbalimbali mbali ya kimichezo. Popote pale ulipo, tutafute YouTube kama Irem TV, tutafute pia Instagram kama Irem TV, pamoja na TikTok kama Irem TV kwa ajili ya taarifa za kimichezo wakati wote. Mimi ni Emmanuel Goodluck, kwa heri.